Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe tano mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi za vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Sheikh Hanem Zaina na hii ni Toka Zamani TV. Ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 7759 gazeti habari leo habari iliyopewa kipaumbele ni serikali tuenze amani tusigeuke wakimbizi simba chawene aonya vurugu haijawahi kuisaidia nchi yoyote Dkt. migiro ataka taifa lilindwe ajivunia ustahimilivu moja habari kamili ni katika ukurasa wa saba wa gazeti hili laki tisa elfu thelathini na saba mia tano themanini na moja wachaguliwa kidato cha kwanza elfu mbili na ishirini na sita Habari katika ukurasa wa saba. Bilioni mia moja ishirini miradi ya hit za nemesha Mohas. Habari katika ukurasa wa tatu. Mahakama yatoa agizo upelelezi kesi ya Mange Kimambi. Habari katika ukurasa wa nane. Kampuni ya bima CRDB si ilipofidia bilioni tano. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Vijana wafunzwa fursa za kiuchumi mtandaoni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 LATRA yatoa suluhisho undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Kumi na mbili vibali vya muda ambavyo LATRA imetoa kuongeza mabasi yanayoenda mikoani, undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Habari picha, inaonyesha baadhi ya abiria wakiwa katika stendi ya mabasi ya Magufuli wakisubiri usafiri kuelekea mikoani jana. Shilingi bilioni tano za CAC zatumika kulipa fidia za uharibifu, habari katika ukurasa wa ishirini. Sheta atoa msimamo ume wa umea wake. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wakati mea mpya wa jiji la Dar es Salaam Nurdin Bilali maarufu Sheta aliyechaguliwa jana, akitoa msimamo wake wa dao wa siasa, wametaja mambo manne yanayomkabili kwa miaka mitano ijayo. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Bei za vyakula, kasi ya ununuzi vyazidi kupaa nchini. Habari katika ukurasa wa pili ni dhahiri kwamba kasi ya ununuzi na kupanda kwa bei ya vyakula vinaanza kugusa hali ya maisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mahakama ilivyoibana jamhuri kesi ya Mange, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Marekani kutathmini uhusiano na Tanzania, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo iliyoandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye wahabari, iliyopewa kipaumbele ni wanafunzi laki tisa elfu thelathini na saba mia tano themanini na moja kuanza kidato cha kwanza mwakani, ni sawa na asilimia mia moja waliokuwa na sifa. Ni ishara ya mafanikio ya serikali kuhakikisha kila anayefanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi anajiunga na sekondari. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Ujumbe wa wa IPU, watu wa Arusha wateta na RC, habari katika ukurasa wa nne chuo cha VETA kufungwa nishati safi ya kupikia habari katika ukurasa wa nne. Mapinduzi ya kuondoa urasimu katika utoaji huduma yaja, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Dkt Migiro atamani matukio ya Oktoba 29 yasijirudie habari katika ukurasa wa nne. CRDB insurance yalipa fidia bilioni tano wateja walioathirika habari katika ukurasa wa saba. Trump asema Putin anataka kusitisha vita Ukraine. habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa lakini pia gazeti hili limeandika kukua kwa teknolojia kulivyofanya kila mtu mwanahabari asiye na maadili unane wa taarifa hini katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira, gazeti huru la kila siku. kila siku, kila siku. Kujuhana, Daycare and na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujalia. Foti Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Nipashe, mwanga jamii ni nalo a mikononi mwangu lenye limeandika Butiku asema taifa linahitaji uponyaji, asisitiza vijana wana hoja, lakini hawakupaswa kuhusisha fujo na uharibifu, ataja mbadala wa kufikia maridhiano ya mwafaka. Habari katika ukurasa wa pili. Ndugu yake akisema, tunaomba tuaminiane ili kutatua changamoto tulizonazo, uwezo wa kujadiliana tunao, tusikubali matukio ya namna ile yajirudie. Hoja za vijana hazikataliwi na nyingi ni za msingi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mange ya Kimambi kortini kisa cheti ithibati ya uandishi wa habari. Upande wa Jamhuri katika kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili mwanahabari wa mtandaoni Mange ya Kimambi umedai upelelezi wa shauri hilo, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Magari matano ya wagonjwa yanaswa akiwa anasafirisha abiria ya habari katika ukurasa wa tatu. Habari picha inaonyesha moja kati ya magari matano ya wagonjwa likiwa kituo kikuu cha polisi mjini Morogoro jana baada ya madereva wake kukamatwa wakisafirisha abiria kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoani Kagera. TMA: mikoa mingi itakuwa na mvua na radi kwa siku kumi. Habari katika ukurasa wa tatu. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tma imetoa tahadhari ya hali ya hewa kwa kipindi cha siku kumi kuanzia Desemba mosi mwaka huu, ikionyesha kwamba mikoa tisa ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika laki mbili na elfu hamsini za abiria wake za mpunza ahukumiwa kifo. Habari katika ukurasa wa nane. laki tisa elfu thelathini na saba mia tano themanini na moja kujiunga shule za sekondari kidato cha kwanza. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Nipashe Mwanga Jamii, pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Uhuru Kweli Daima lenyewe limeandika vijana lindeni amani, Dr Migiro asisitiza vurugu sio sehemu ya utamaduni wa Tanzania. Habari katika ukurasa wa pili ndugu yake ikisema wanawake tuna mchango wa kipekee kuhakikisha haturudi tena katika changamoto ile, tutoe mawazo chanya ambayo yataliwezesha taifa kubaki salama. Dkt Samia mgeni rasmi mkutano wa IPU. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wanafunzi kidato cha kwanza kuanza masomo kwa mkupuo, habari katika ukurasa wa tatu. Jukwa la wanawake la ibuka na maazimio kumi. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Watano wakamata wakitumia magari ya kubebea wagonjwa wa kusafirisha abiria, habari katika ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Na sasa tukiingia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Why Matola. Wadau wataka apewe timu mwenyewe, afunguka undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Kocha huyo mzawa alijiunga na Simba Desemba elfu mbili kumi na tisa akitokea Polisi Tanzania, na kwa miaka sita amefanya kazi na makocha tofauti tisa wa kigeni akiwa kama msaidizi hadi sasa. Elfu mbili na kumi na tisa elfu mbili na ishirini na moja ni Sven Venderburg, elfu mbili na ishirini na moja ni Didi Gomez, elfu mbili ishirini na moja elfu mbili ishirini na mbili Pablo Francisco, elfu mbili na ishirini na mbili Zolan Muki 2022 2023, Juma Mgunda, 2023 Al Roberto Alvira, kipigo cha tano kikamundwa, 2023 Daniel Kadena, 2023 2024, Abdulhak Benchika, 2024 2025, David Sfadu, 2025 Ndimitel Pantev. Gazeti hili limeandika pakowamdube waizima Fountain, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Matokeo akio ni Yanga 2 Fountain sifuri. Leo ndio leo, habari katika ukurasa wa ishirini wa gazeti hili, habari picha na anamuonyesha rais wa FIFA na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti, gazeti hili likiandika EPL kesho Jumamosi ni Aston Vila dhidi ya Arsenal saa 9 na dakika thelathini jioni Villa Park. Magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenye limeandika Dube Pacome waizamsha Founten. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Serikali yaipa neno Twiga Stars wa AFCON Moroco. Washambuliaji Azam wamuumiza kichwa Ibenge. Ndogo janja aslei watimiza ndoto, habari katika ukurasa wa 21. Salah kuiongoza Misri AFCON, habari katika ukurasa wa 22 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili linakamilisha rukuzo wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.